Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Regina Mziwanda katika Amka na BBC. Asubuhi hii, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran inaibadilisha Mashariki ya Kati, wakati jeshi la Israel likishambulia majengo muhimu zaidi mjini Teheran. Mkutano wa nchi za G7 waendelea nchini Canada, huku rais wa Marekani Donald Trump akipanga kukatiza ziara yake kwenye mkutano huo kutokana na hali ya mashariki ya kati. Na pia katika gumzo, tutaangazia ni masuala gani nyeti na muhimu yatakayojadiliwa ya katika mkutano wa G7, j ya natija, mkutano huu ni jukwaa muhimu la kujaribu kuimarisha mshikamano na kukinga dunia dhidi ya misimamo mikali kama misimamo ya Donald Trump. Muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Florian Kaijage akiwa Dar es Salaam. Asante sana Regina. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran inaibadilisha mashariki ya kati, huku jeshi la Israel likipiga maeneo zaidi yaliyolenga mjini Tehran ikiwemo shirika la utangazaji la serikali. Bwana Netanyahu amesema uongozi wa usalama wa Iran unaondolewa mmoja baada ya mwingine, na wa Iran sasa wanaona kwamba utawala huo ni ni dhaifu kuliko walivyofikiri na kwamba wameua maafisa kadhaa waandamizi wa kijeshi wa Iran. We have eliminated Iran's security leadership including three chiefs of staff the commander of their air force two heads of intelligence services the army and the revolutionary guards. Wanaharakati wa makundi mbalimbali mbali wa, na watetezi wa haki za binadamu nchini Kenya wamepanga kufanya maandamano kuanzia hii leo wakitaka uchunguzi wa wazi kuhusu kifo cha mwan, mwalimu pia mkosoaji wa serikali Albert Ojuang mwenye umri wa miaka 31 kilichotokea akiwa mikononi mwa polisi. Ojuang alikamatwa katika kijiji chake cha Kakosi jirani na mji wa Magharibi wa Homa Bay Juni 7, kisha likimbizwa hadi kituo kikuu cha polisi jijini Nairobi na aliripotiwa kufariki siku chache baadaye. Hali hiyo imesababisha shinikizo kubwa kwa tasa taasisi ya huduma za polisi na serikali ya Rais Ruto aliyelazimika kuomba radhi, huku naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat akijiweka kando hapo jana kupisha uchunguzi. Lagat alikuwa amewasilisha malalamiko dhidi ya Ojuang kumchafulia jina mtandaoni, hivyo kuwa sababu ya Ojuang kukamatwa na polisi. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Uingereza Sakea Stama wamekamilisha makubaliano baina ya nchi zao ambayo yatapunguza vikwazo vya kibiashara kwa bidhaa kutoka nchi hizo mbili, lakini bado hakuna mustakabali wa kueleweka kuhusu ushuru wa forodha kwa chuma cha Uingereza. Sambatenzi anaeleza zaidi. Waziri mkuu Stam amesema hatua hiyo inaashiria siku muhimu sana kwa pande zote mbili, huku rais Trump akitangaza kuwa makubaliano hayo yamefanyika katika mwonekano wa pamoja, kando ya mkutano wa kilele wa nchi tajiri zaidi maarufu G7 huko Canada. Mkataba huo utawapa watengenezaji magari wa uingereza afueni ifikapo mwisho wa Juni, kwani ushuru utashuka kutoka asilimia 25 hadi kumi huku sekta ya anga haitakabiliwa na ushuru zaidi wa bidhaa zitokazo nje, lakini ushuru wa bidhaa za chuma ambayo ni muhimu kiuchumi kwa Uingereza itabakia asilimia 25 kwa sasa, badala ya kushuka hadi sifuri kama ilivyokubaliwa hapo awali na vita vya Sudan viko katika mkwama wa kimkakati. Kila upande wanaweka matumaini yake juu ya mashambulizi mapya, uwasilishaji mpya wa silaha, muungano mpya wa kisiasa, lakini hakuna hata mmoja anayeweza kupata faida kubwa. Wanaonekana kushindwa ni watu wa Sudan. Kila mwezi kuna zaidi ambao wanakabiliwa na baalanjaa ya makazi yao na waliokata tamaa. Vikosi vya jeshi la Sudani vilitangaza ushindi wa kutwa eneo la kati la mji mkuu Kartum mwezi Machi mwaka huu na ikulu iliyokuwa imedhibitiwa na wanamgambo wa RSF tangu siku za kwanza za vita mnamo Aprili 2023. Hii ni BBC wa habari umesomwa na Florian Kajage. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia radio wa shirika Tanzania ni Radio Kwizarangara, radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa Mwanza. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Ukiwa Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Beni. Mimi ni Regina Mziwanda. Kwa kwanza na kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari, ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran inaibadilisha mashariki ya kati, huku jeshi la Israel likishambulia maeneo muhimu zaidi huko Teherani, ikiwemo shirika la utangazaji la serikali. Netanyahu amesema uongozi wa usalama wa Iran unateketezwa mmoja baada ya mwingine, na kwamba wa Israel wa Iran sasa wanaona kuwa utawala huo ni dhaifu kuliko walivyodhani. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Matamshi hayo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yanakuja wakati ripoti zikionyesha kwamba mapigano yanaendelea ya kati ya nchi yake na Iran. Mbali na kuingiliwa kwa matangazo ya televisheni ya Iran, Israel wanasema kwamba wameharibu ndege mbili za kivita za Iran katika uwanja wa ndege huko Tehran. Tahadhari iliokuwa imetolewa hapo awali katika maeneo mengi ya Israel kutokana na ripoti za uwepo wa makombora ya kurushwa kutoka Iran sasa imeondolewa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri mkuu Benjamin Netanyahu anasema Wairan wanaona serikali yao ni dhaifu zaidi kuliko walivyodhani. Netanyahu anasema uongozi wa usalama wa Iran unaondolewa mmoja baada ya mwingine. Tumeuondoa uongozi wa kiusalama wa Iran wakiwemo viongozi wakuu watatu wa, wa ngazi za juu, kamanda wa jeshi la anga, maafisa wa intelijensia na tumemdhibiti pia kiongozi wa mashambulizi. Tunawadhibiti mmoja baada ya mwingine na tunaweza kwenda mbali zaidi. Ilipuko ilisikika Teheran muda mfupi tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutaka kila mtu kuhamishwa kuondoka katika mji mkuu wa Iran mara moja. Rais wa Marekani pia anapunguza muda wa ziara yake ya G7 kwa sababu ya hali ya Mashariki ya Kati. Trump ameomba baraza lake la, la usalama wa taifa kukutana, lakini Marekani inasema haishiriki kwenye operesheni ya Israel dhidi ya Iran. Nchini Iran, mwandishi wa BBC anasema barabara zimefungwa na hakuna namna ya watu milioni kumi kuweza kuhamishwa. Kumesikika sauti za milipuko nchini Israel kwa mara kadhaa saa chache tu zilizopita huku athari za uharibifu bado hazijajulikana. Mapema Jumaatatu, Israeli ilisema imevamia majengo ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran mjini Teherani, huku yeah, mashambulizi wakiwa anarekodiwa moja kwa moja kwenye runinga no. Kufikia sasa, wizara ya afya ya Iran inasema watu 224 wameuawa na mashambulizi ya Israeli tangu siku ya Ijumaa, huku idadi ya waliofariki nchini Israeli ikipanda hadi kufikia 24. Ni Skola Kisanga. Raisi Donald Trump wa Marekani amesema Iran inapoteza vita dhidi ya Israel katika maoni yaliyotoa mwanzoni mwa mkutano wa kilele wa G7 unaofanyika Canada, ambao unatarajiwa kutawaliwa na mjadala kuhusu mgogoro huo wa mashariki ya kati. Rais Trump ameilaumu Irani kwa kutoshiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia na kusema kuwa kuna maumivu makubwa kwa pande zote mbili. Victor Kenani anaarifu zaidi. Viongozi wa kundi la G7 wanajaribu kufikia msimamo wa pamoja kuhusu mzozo huo, lakini kuna matarajio madogo kuwa Marekani itakubali wito wa kupunguza uhasama kabla ya mkutano. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema kuwa nchi za Ulaya zinajiandaa kutoa tamko linaloizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia na kwamba Israel ina haki ya kujilinda. Rais Trump amesema Iran inapoteza vita dhidi ya Israel huku mkutano wa G7 ukianza katika milima ya Rocky nchini Canada inatarajiwa mzozo huo utatawala majadiliano. Bwana Trump alilaumu Iran kwa kushindwa kushiriki kikamilifu katika mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wangependa kuzungumza, lakini walipaswa kufanya hivyo hapo awali. Nilikuwa na siku 60 na walikuwa na siku 60 na siku ya 61 nilisema hatuna makubaliano. Lazima wafanye makubaliano, na ni chungu kwa pande zote mbili, lakini ningesema Iran Vita hivi na wanapaswa kuzungumza na wanapaswa kuzungumza mara moja, wasiwe wamechelewa sana. and they should talk and they should talk immediately before it's too late. Sasa swala la Iran limeibuka kuwa la dharura katika ajenda ya G7 na kufikia makubaliano juu ya jambo hilo kunatarajiwa kuwa gumu, lakini jambo moja la wazi kabisa ni kuwa macho yote yatamwangalia waziri mkuu wa Canada Makani kuona jinsi atakavyomudu kupambana na rais wa Marekani Donald Trump ambaye mara kwa mara kuwa akikosoa mamlaka ya Kanada. Bwana Kani akizungumza baada ya kukutana na rais huyo wa Marekani ameelezea kuwa Marekani inasalia kuwa mshirika mkubwa wa G7. G7 si kitu bila uongozi wa Marekani, na hivyo na uongozi wako binafsi na uongozi wa Marekani katika masuala mengi ya teknolojia ya uchumi wa kijiografia kwa kufanya kazi bega kwa bega na Marekani Kanada na Marekani pamoja na washirika wengine wa G7 na uongozi wako tunatarajia sana kukutana. Though, very much looking forward to the meeting. Mkutano huu unafanyika katikati ya vita vya kibiashara vya dunia vilivyoanzishwa na Trump ambaye anatumia ushuru wa forodha kama njia ya kurekebisha uhusiano wa kibiashara. Wakati huo huo, Benki ya Dunia inatabiri kuwa uchumi wa dunia utakuwa kwa kasi ya chini zaidi kutokana na athari za ushuru wa Marekani, hali inayotarajiwa kuibua mazungumzo magumu au kama wanadiplomasia wanavyosema, mazungumzo ya wazi katika mkutano huu wa taarifa yake Victor Kenani. Mwanamume anayetuhumiwa kwa kumuua mbunge wa Minnesota na mumewe ameonekana mahakamani kujibu mashtaka ya mauaji ya daraja la kwanza na jaribio la mauaji. Maafisa wanasema shambulio la risasi dhidi ya Melissa Hortman wa chama cha Democrat na mumewe pamoja na kujeruhiwa kwa Jov, John Hoffman na mkewe lilichochewa kisiasa. Vince Bueta aliwasili katika mahakama ya shirikisho huko St. Paul na akaomba kupewa wakili wa serikali akitangaza kuwa hawezi kumudu kumwajiri wakili binafsi. Zaidi na Florian Kaijage Vance Luther Borta, mwenye umri wa miaka hamsini na saba ambaye anashtakiwa kwa kumuua kwa risasi Melissa Hortman, mwanachama wa chama cha Demokrati kutoka Minnesota na mumewe Mark, alitembelea nyumba za wabunge wengine watatu wa jimbo katika mashambulizi ambayo yalikuwa ya kutisha sana. Alifikishwa mahakamani jioni ya Jumatatu akikabiliwa na mashtaka sita na huenda akakabiliwa na hukumu ya kifo ikiwa atapatikana na hatia. Atafikishwa mahakamani tena Juni 27. Pia anadaiwa kumpiga risasi na kumjeruhi seneta wa Demokrat John Hoffman na mkewe Evet. Wote sasa wamelazwa hospitalini. Bolta anadhaniwa kuwa alijifanya afisa wa polisi na kufanikiwa kukimbia baada ya kupambana na maafisa siku ya Jumamosi katika eneo la mji wa Minneapolis. Hata hivyo, mwendesha mashtaka wa Marekani Joseph Thompson amesema hii ilikuwa mauaji ya kisiasa, na aliliita tukio hilo la kuua ushambuliaji wa kutisha dhidi ya demokrasia. Anasema Bolta alitembelea nyumba za siasa wawili zaidi usiku wa mauaji. Polisi walisema shambulio lilipangwa kwa uangalifu na alifanya utafiti wa waathirika wa tukio hilo na familia zao, alifanya ufuatiliaji wa nyumba zao na kuna kila ramani kamili ya maeneo hayo. Majina ya wabunge wengine kadhaa yalikuwa kwenye orodha iliyodhaniwa kuwa ni orodha ya mashambulizi, lakini maafisa wa polisi walisambaratisha mipango mikubwa ya shambulio jingine lolote. Maafisa walitoa picha za ushahidi zilizopatikana katika kesi hiyo ambazo zinajumuisha bunduki kadhaa risasi na karatasi zilizokuwa na maandishi ya mkono pamoja na vitambaa vya kuziba uso. Taarifa yake Florian Kaijage. Inatuelekeza viwanjani kwake Victor Kenani. shukran regina tunaanza na kombe la dunia la vilabu la fifa ambapo klabu ya brazil ya flamengo imeshinda esperance ya tunisia kwa mabao mawili bila jawabu katika mechi ambayo imekamilika dakika chache zilizopita katika mechi zingine Boca Juniors kutoka argentina walitoka sare ya mbili, mbili na benfica kutoka ureno chelsea pia walianza kampeni yao kwenye mashindano hayo kwa kupata alama tatu dhidi ya los angeles fc ya marekani katika uwanja wa mercedes benz huko Atlanta. Pedro Neto, aliwaweka chelsea mbele, dakika ya 34 baada ya kupokea pasi murwa kutoka kwa Nicholas Jackson. Enzo Fernandez aliongeza bao la pili la Chelsea mwishoni mwa kipindi cha pili baada ya kupokea krosi maridadi kutoka kwa Liam Delap ambaye alikuwa akichezea Chelsea kwa mara yake ya kwanza. Kwenye mbio za magari ya langalanga, bingwa wa dunia mara saba Lewis Hamilton amesema amevunjika moyo baada ya kumgonga mnyama mgugunaji kama vile panya aitwaye groundhog katika mbio za magari ya langalanga siku ya Jumapili mjini Montreal, Canada. Dereva huyo wa Ferrari alimgonga mnyama huyo katika mzunguko wa 13 wa mbio hizo na kusababisha shimo kwenye sakafu ya gari lake. Hamilton mwenye umri wa miaka 40 alimaliza katika nafasi ya sita huku timu yake ikadiria kuwa uharibifu huo ulimgharimu takriban nusu sekunde kwa kila mzunguko uliobaki, lakini Hamilton ambaye ni mlaji wa vyakula vya mimea na mpenda wanyama alionekana kusikitishwa zaidi na kifo kibaya cha mnyama huyo. Tanzania imetangaza rasmi kuwa iko tayari kuandaa mashindano ya mataifa ya Afrika wachezaji wa ligi ya ndani CHAN ya mwaka 2024 baada ya kukamilika kwa miundombinu yote muhimu. Viwanja viwili vitakavyotumika ni uwanja wa Benjamin Mkapa mjini Dar es Salaam na uwanja wa New Aman Complex huko Zanzibar. CHAN ya mwaka huu itaanza tarehe mbili mwezi Agosti na kwa mara ya kwanza itaandaliwa kwa pamoja na nchi tatu za Afrika Mashariki, Tanzania asubuhi ya leo ni pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran inaibadilisha mashariki ya kati, wakati jeshi la Israel likishambulia majengo muhimu zaidi mjini Tehran. Mkutano wa nchi za G7 waendelea nchini Canada, huku rais wa Marekani Donald Trump akipanga kukatiza ziara yake kwenye mkutano huo kutokana na hali ya mashariki ya kati. Na pia katika gumzo, tutaangazia ni masuala gani nyeti na muhimu yatakayojadiliwa katika mkutano wa G7 na tija yake. Hii ni BBC.